Wana nguvu sana, wana nguvu sana kwa hiyo, ukitaka kushinda urais wa Marekani, cha kwanza lazima uunge mkono Israel cha kwanza, usipounga mkono Israel hushindi. Jimmy Carter alishambuliwa sana na hawa wow, Waisraeli na marafiki zao wana pesa sana. Wanaunga, wanapeleka pesa kwenye mashirika taasisi mbalimbali. Jimikata alipoandika kile kitabu alikitembeza. Ni kawaida kwa, kwa waandishi wa vitabu ku, kutembelea vyo vikuu ku, kupromoti vitabu vyao. E, Jimikata alikaribishwa kwenye chuo kikuu cha Brandeis kiko Boston, chuo kikuu kilianzishwa na, na wafanyabiashara wa, wa, wa, wa, wa wa, wa, wa benki wa Kiyahudi miaka ya nyuma wa. Kwa Brandice, walimkaribisha Jimmy Carter kwenda kuzungumzia kitabu chake, ilileta shida sana. Na baadaye Wayahudi hawa matajiri hao wakawaambia waka watu wa Brandice University, hatutawapa hela zetu tena. Kuna kitu kinaitwa American Israel Public Affairs Committee. Hii ndio inayoamua nani anakuwa senator, nani anakuwa member of Congress. Ndio inayoamua nani tutamuunga mkono kwenye uraisi Israel. American Israel Public Affairs Committee, wakisema wewe sio rafiki wa Israel, uchaguliki labda ukagombee kwenye maeneo machache machache ambayo yana Waislamu wa wengi kama Michigan. Siku hizi Congress kuna, kuna Mpalestina ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mbunge wa nini wa House of Representatives, anaitwa nani, Tlaib eh? au uwe uh, uh, kama Ilhan Omar eh, yule mbunge Msomali eh, kachaguliwe kule Minnesota, kule wako Wasomali wengi na Waislamu, lakini huku kwingine, wewe sio rafiki wa Israel. Oh. Ndio maana, ndio maana baada ya Oktoba saba, wa Marekani hawazungumzi tena habari ya Ukraine, peleka yeah, hela na silaha zote kwa Israel. Kwa Israel. Usipofanya hivyo you don't survive as an American politician. Oh. Well, it's all about the US. Na, na, na kwa hiyo suluhu itapatikana kukiwa na mabadiliko ya sera Marekani. Kwa miaka kadhaa, tumekuwa tukishuhudia Marekani akipinga mradi wa kupeleka again.